Huyu ni mgonjwa wangu, ni Madam Waziza, ilikuwa huku siku ya tarehe sita, nilikuwa katika zoezi la semina. Katika mikutano huwa na kawaida ya kutoa sumu na kugawa chai kwa ajili ya kusafisha mwili. Kwa hiyo niligawa chai kwa ajili ya watu wote kwa ajili ya kutoa sumu, sababu tunatakiwa kuelewa chanzo cha watu kuumwa ni kuwa na uchafu mwili. Kwa hiyo uchafu ni sosi ya mtu kuwa na matatizo. Kwa hiyo huwa naamini kabla ya kuanza kumtibu mgonjwa lazima ni msafishe. Kwa hiyo baada Aziza kutumia chai yangu, kwa kweli tunashukuru Mungu ameweza kupata uponyaji na muujiza tofauti baada ya kutumia chai, kama tulivyomsikia, ameweza kuona vitu ambavyo hakuviona, ameona minyoo, lakini pia alikuwa anashindwa kutumia simu, lakini kwa sasa hivi anaweza kutumia simu kwa sababu mionzi ya, ya simu ilikuwa inamsumbua, na hivi sasa yupo katika vipimo. Baada ya kupima, anatakiwa kuendelea na matibabu. Kwa hiyo karibuni sana, tiba zetu hizi ni sahihi. Na tiba hizi zina matokeo makubwa na ni tiba asili rudisha asili ya afya yako katika uasilia. E, kwa hiyo karibu sana, Life Choice inaendelea kutufuatilia na utaona shuhuda nyingi, na endapo utapenda huduma yetu jaribu kuwasiliana nasi kwa namba unayoiona hapo, website yetu na email yetu, lakini ofisi zetu zinapatikana Manzese Baresa, mkabala na jengo la Tigo Shop ghorofa ya kwanza. Asante na Mungu akubariki sana. Hii chai ina vi, ina jumuiko wa majani zaidi ya sita, tofauti tofauti, ina balance sukari mwilini na ina balance pressure mwilini. Uh, inasafisha macho na kusaidia macho kuweza kuona ipasavyo. Inaondoa ganzi, lakini pia inaondoa hali ya kuwaka moto na hali ya kitambi, watu wenye vitambi vikubwa eh. Lakini pia inasafisha figo chai hii na kusafisha mfumo wa mkojo kwa wale watu ambao wana matatizo ya UTI lakini pia leo, baada ya kupima na kutumia chai, amegundulika kwamba pressure yake iko vizuri, lakini before alikuwa na pressure imepanda. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Eh, pressure yake unasikia, ilikuwa inafikia hadi mia mbili, lakini kwa sasa hivi iko balance baada ya kutumia tu hii chai. Kwa hiyo, karibuni, tuna tiba za uhakika na tiba za kurudisha tumaini katika maisha yako na karibu sana na Mungu akubariki. Usiogope kupima, usiogope kujua afya yako, na usiogope kurudi katika asili na tiba asilia. Life Choice ni chaguo sahihi la maisha yako. Karibu sana.